Ili kweli kila mtu apate hamsini zake, kila mtu abaki na hamsini zake. Wale ambao wamechukua mashamba ya serikali alafu mnakwenda kukodisha, yaani madalali kwa kifupi, mtu kati. Serikali haitaki mtu kati. NARCO, nendeni mkawarasimishe wale walioko shambani na ng'ombe zao, mwape mashamba, wale ndio walipe kodi ya serikali. Hilo la kwanza. Wale ambao wamepewa vitalu na serikali wakakaribisha watu kutoka nje ya nchi, nendeni mkavunje mikataba yao mara moja. Majina tunayo ya wote waliokaribisha watu kutoka nje ya nchi na marundo ya mifugo, marundo ya mifugo, nendeni mkavunje mikataba yao mara moja maeneo hayo wapewe wafugaji wa ndani. Hilo najua mtanuna, kwa sababu karibia nusu mnafanya hiyo biashara, na mimi wala sitaki mlipigia makofi, isipokuwa tusirogani tu, kwa sababu pia ukinijaribu ukakuta niko vizuri utaumia. Kagera safi. Wale wanaoingiza ng'ombe kutoka nje ya nchi, sitaki kuzitaja nchi gani, mnazifahamu, marundo, maelfu, mamia ya ng'ombe yako ndani ya nchi yanachunga kwenye mashamba ya serikali kutoka nchi za nje, sitaki kuzitaja, mnazijua. NARCO mnawajua na majina mnayo tumeshawaleteeni. Nendeni mkafute haraka sana vibali vya umilikishaji wa mashamba hayo. Kuna livestock registration number, kwamba huyu mfugaji mwekezaji mwenye kitalu namba fulani, wanyama wake wana alama ah, inakuwa kwenye mfumo kwa hiyo hata ukija kukagua ukikuta ng'ombe wengine ambao hawana hiyo alama au hii register, unajua kabisa huyu amepangisha, kwa sababu hakuna mfugaji atakayeuza ng'ombe zake eti akupe wewe weke alama yake, haiwezekani. Mwana sheria hao, hawa ambao hawafati sheria, ambao wanavunja mikataba yao, sheria ichukuliwa haraka zaidi. Huyu umemnyang'anya sio hekta mia nne hizi, ilitakiwa nyang'anya lote. Na huyu ambaye amekodishwa hili shamba, mpeni mkataba, lakini yeye alipe fedha za serikali na wahakisha hii barabara inapitika kwa muda wote, kwa sababu haya ni mashamba ya serikali. Kwa wale wafugaji, iko kazi ambayo inamalizika sasa, ya kwamba hatuwezi kujua ni Mtanzania sio Mtanzania. Orodha tayari imeshaandaliwa na nadhani karibuni itafikia Mheshimiwa DC ili watusaidie sasa kujua kwamba huyo ni nani, ili sasa wale wanaobaki ambao wako kirimu waweze kupewa mikataba kwa ajili ya kuwekeza.